Wakati umeshapika kwafika kuiaga bira bakuvifungacha kutawaliwa. Ndugu nikubaya Tanganyika, si mipaka ilitengenezwa na Watanganyika. Ah, ni mipaka ilitengenezwa kwa masikilizano ya Wajerumani na Wafaransa na Waingereza na wajomba zao kwa manufaa yao. Hiyo ndiyo mipaka tulio nayo. Sasa tunasema hii mipaka, hii mipaka ni mikubwa zaidi kuliko Afrika? Tuitukuze mipaka hii zaidi ya Afrika, au, au tufanye jitihada mpaka umoja uwe ni umoja wa Afrika, sio kuiheshimu heshimu mipaka hii. Watu wengine imewakatakata, utakuta Wamasai wamekatwa, wengine wako Kenya, wengine wako huku, vingine anatuletea vita. Utakuta wa Wasomali juzi, juzi wengine wako huku wengine wako ugomvi chungu nzima katika Afrika kwa sababu mipaka yenyewe ilikatwa si kwa faida ya Waafrika, lakini kwa faida ya mabepari na mabeberu, kwa faida yao wenyewe. Kwa hiyo tunazungumza kwamba tuunde nchi ambazo zitafanana zaidi na Afrika na zitakuwa zina manufaa zaidi kwa Waafrika. Nchi zetu hizi walizokatakata mnazijua ah, wenyewe sina haja tena kuzielezea kuzi. Kwa hiyo ni jambo la maana katika Afrika kwa Waafrika, kwamba tufanye jitihada mwaka hata mwaka kuungana na kuleta umoja zaidi katika Afrika. Jitihada hii tusiiache hii. Tusije tukaanza kudanganywa danganywa na vijambo vidogo vidogo vya katikati hapa, tuache kushughulika na umoja wa Afrika, tutazidi kuonewa. Kama wingi ule wenu wa Afrika utakuwa ni wingi tu, mnajiita sisi milioni mia tatu ndio Afrika, milioni mia tatu. Lakini kama wingi wenyewe ni wingi kama wanyati, si wingi ambao una umoja ndio wingi wa binadamu tutazidi kuonewa. Mabepari hawa watazidi kutuchezea mwaka hata mwaka. Vinakuja vimesenare vin vingapi vile vilikuwa sijui mia moja na ishirini, vinasumbua Afrika. Wakubwa wengi wa Afrika wanakutana, wanazungumza habari za vimesenare mia moja na ishirini Vimaseminari mia moja na ishirini vinakutanisha wakubwa wa Afrika wanavizungumza. Aibu, aibu izidi hapo, labda uvuliwe nguo tena utembee uchi. Ndiyo aibu yetu, kwa sababu ya unyonge tuna wingi lakini ni wingi nchi zetu kama ngwe pale kamoja pale kamoja pale kamoja hatusikilizani tunachezewa chezewa na wale wanaotuonea wanaotunyonya wanaotuchezea kama watoto wadogo kwa hiyo lazima afrika lazima tufikirie habari ya umoja. Vipi tuaje kufikiria habari ya umoja? tutakuwa nini bila umoja? tutachezewa tu moja kwa moja. Basi tunasema hatima yetu, ukiondoa hatima yetu kama binadamu, hatima yetu ni hatima ya Afrika. Hatuna hatima nyingine labda tuvurugwe vurugwe tu na sisi wenyewe tu wana wazimu lakini kitu chetu hasa umoja wetu hasa wa kufikia ukiondoa huo umoja wa binadamu usiku moja binadamu wajaliwe wawe kitu kimoja lakini umoja wetu hasa wa kufuata wa kuandama sasa bila hata kusita bila kurudi nyuma ni umoja tuwe wa Afrika kwa sababu hivi ilivyo sasa tunadanganyika tu kufikiri kwamba Watanzania peke yenu mnaweza mkawa kitu au Kenya peke yenu mnaweza mkawa kitu au Uganda peke yenu mnaweza mkawa kitu. Kwanza hao kwa wa nje wanawajueni nyinyi kwamba wa Tanzania hao wanawajueni nyinyi kwamba wa Kenya, wa Uganda wanawajueni nyinyi wa Afrika tu, hawajui namna nyingine yote. Namna nyingine yote unajidanganya. Afadhali makontinenti mengine unaweza kunyanyasa nchi, unanyanyasa nchi ile tu, lakini katika Afrika inaponyanyaswa nchi moja ya Afrika ni Afrika nzima inayonyanyaswa. inapochezewa sehemu moja Afrika ni Afrika nzima inayochezewa. Tukijua hivyo, basi tuungane, tuwe kitu kimoja. Madhali tunatukanwa pamoja, basi tujitetee pamoja. Narudia basi, lazima tuendelee jitihada ya kuleta umoja zaidi katika